Rais wetu mwaka jana aliongea na wananchi katika uwanja huu na alitupa nguvu, na mwaka jana tulitibu watu elfu thelathini na mbili. Mwaka huu tulivyomwambia, akasema endeleeni, na mkikwama jambo niambieni. Kila aina ya ugonjwa wa binadamu, madaktari wote wapo na habari njema ni kwamba dawa zote tunazo. Yaani, kazi yako kubwa ni kumwomba Mungu tu ampe afya njema Rais Samia na mlinde Makonda. Baada ya hapo, kila mwezi wa sita unakuja mahala hapa unacheki afya yako bule, bila kulipa hata mia moja. Na ukiona kuna shida, madaktari anakuandikia dawa, unaenda unachukua dawa hapa hauulizi umetokea wapi. Hapa unaulizwa unataka kupimwa nini. Basi tukifika kwa madaktari, tuambie ukweli. Kuna watu tulishawahi kupimwa mahala tukapewa dawa, inawezekana ziliisha kwa sababu tulikosa pesa ya kwenda kununua dawa zingine kumaliza dozi. Mwambie daktari, nishawahi kupimwa na nikaanza dawa. Kuna sehemu mbili za kuwapokea watu, upande huu na ule upande wa kule. Hata sehemu ya dawa tumeongeza. Kwa hiyo mapungufu ya mwaka jana, mwaka huu tumeboresha, hakutakuwa na foleni ndefu. Usichukue namba ya mtu, usilipie namba. Ukichukua namba ya mtu umechukua ugonjwa wa mtu. Nejoasi, muambie watu walioko nyumbani, asibaki nyumbani akiwa analia na ugonjwa, asibaki nyumbani akiwa anajiona ni mzima. Awe ni mzima awe ni mgonjwa, njoo, hautalipishwa, bali hatua ya kunyanyuka kutoka nyumbani kuja kufanya kipimo itakusaidia kujua tatizo na inawezekana kuokoa gharama kubwa za matibabu baada ya hapa, au kuokoa mauti.